Kwa mkoa wa Tabora tuna taarifa moja ya tukio ambalo limetokea tarehe 16 mwezi wa sita mwaka 2025. Majira saa kumi za jioni katika kitongoji cha Rugubu Kusini, kijiji na kata ya Rugubu, tarafa na wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina ya Kangwa Tungu Mahigi huyo ana umri wa miaka 25 ni mkulima na mkazi wa kitongoji cha Rugubu Kusini pamoja na watoto wake wanne ambao kati yao watoto wa kike ni wa ni mmoja na watoto wa kiume ni watatu, waliotambulika kwa majina ya Sengi James, huyu ana umri wa miaka nane. Simon James ana umri wa miaka sita. Elisha James miaka mitatu, na Kashinje James miaka umri wa miezi saba. Watoto wao walifariki dunia baada ya kunywa sumu aina ya Ruruka ambayo inatumika kuulia wadudu. Chanzo ni ugomvi kati ya marehemu pamoja na mume wake. Na ugomvi huu ulisababishwa na marehemu huyu mwanamke ambaye ni mke mkubwa kuona kama hajaliwi vizuri, hajaliwi vizuri katika kuhudumia familia, na alikuwa anaona kama mume wake mume wake anajali zaidi familia ya mke mdogo, ikiwa ni pamoja na kumjengea nyumba ya kisasa iliyokuwa katikati ya kijiji. Mbinu ambayo marehemu aliitumia ni kumvizia mume wake akiwa shambani, na kisha alinunua pakiti moja ya sumu na kukorogea kikombe cha plastiki, na kisha aliwanywesha watoto wake na baadaye kunywa yeye mwenyewe. Nyumbani kwa marehemu kulikutwa na pakti moja ya sumu hiyo ambayo ilitumika pamoja na kikombe cha plastiki chenye sumu ambayo ilibakia. Mili ya marehemu ilihifadhiwa kwenye mochari ya hospitali ya Wilaya Igunga kwa ajili ya uchunguzi na baada ya uchunguzi imekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Hili ni tendo la kikatili, kiarifu na lisilo na utu ambalo limeangamiza maisha ya watu wasiostahili kuumizwa. Pia linaondoa nafsi ya mtu mwenye matatizo kupata msaada wa kweli. Hakuna mazingira yanayohalalisha kuumi, kuumiza watu wengine kwa sababu ya hasira, wivu ama maumivu binafsi. Jeshi la polisi mkoa Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito kwa jamii, pale ambapo inatokea migogoro ya kifamilia kutumia viongozi wa dini, viongozi wa serikali ama kushirikisha dawati ambayo liko polisi linaloshughulika na masuala ya jinsia na watoto, ili uweze kupata ufumbuzi wa matatizo na changamoto ambazo zinalikabili.